lakini pia kuidhinisha ugombea bunge na udiwani, na michakato kule kwetu huko mikoani inaendelea, na tunaendelea kupata ripoti mbalimbali, na tumeendelea kutoa matangazo kwamba wanawake iusaidi kuwafikishia ujumbe wanawake wenye mahitaji maalum, kwa maana ya walemavu, huku kwetu hawatakuwa na gharama yoyote. Kwanza hawatachukua fomu ya kugombea kwenye chama, lakini pia hata fedha ya kwenda kuchukulia fomu bunge lile ambalo linaendelea sasa. Watu wenye mahitaji maalum hawana nafasi kubwa sana ya kujisemea, na juzi ulisikia yule ambaye isemekana ndio mwakilishi wao alisema yeye si mwakilishi wao, ni mwakilishi wa chama.